Mimi simshawishi mtu mwingine, na ndio maana hii leo kuna watu wanaamini kwamba Simba kesho kutwa anacheza na Mtibwa, hawataki kwenda, nawapongeza katika hilo. Lakini mimi nitakwenda, mimi nitakwenda, na niwaambie wachezaji wa Simba kwa kutumia ninyi waandishi wa habari, kuna taarifa mashabiki wa Simba wamesusa, wakijiona wako peke yao. Kilichowaumiza mpaka kususa, matokeo hayapati kwenye pichi wawarudishe mashabiki wa mashabi Simba kwenye picho kwa kwenda kuipambania Simba na kupata matokeo. Chukua hiyo. <laughs> <laughs> Huu waraka unaotembea na ushawishi unaopitika kwamba mashabiki wasiende, nawezekana wakagoma wasiende kweli, lakini mimi nitaenda. Lakini endapo mashabiki wakikosa kuja, moja ya sababu waliosababisha kutokuja ni wao wachezaji, kwa sababu laiti Simba ingekuwa inapata matokeo, mashabiki, maana yake wangefanyaje? Wangekuja. Kwa hiyo wachezaji wa Simba waende wakapambane, kuwarudisha mashabiki wao kwenye pichi kwa matokeo. Chukua. <laughs> Mshabiki haji kwa sababu ya rangi. Mshabiki anakuja kwa entertainment football braha. Shabiki anachopata kae ni point tatu. Shabiki anachotaka yeye akija uwanjani aone timu yake, anapata nini? Matokeo wale. Nisikilize vizuri, mimi naamini akina Kibu wakaenda kufanya kile ambacho mimi nachokiona, wakaenda kupambana na uwezo wao, watawarudisha mashabiki wa Simba kwenye pichi. Shomari waende mdogo wangu yule, moja katika fullback bora ya kulia kwa sasa kwenye Afrika Mashariki lazima mzungumzie Shomari Kapombe, wawarudishe mashabiki kwenye pichi. Leo hii tuzungumze uongozi wote, au fai, si ndio? Si ndio hoja, lakini simba ikenda uwanjani ikiwa inapata matokeo, mashabiki wa simba wanakuja ku support timu yao. Ila mi nakwenda jumapili uwanjani, nenda <laughs> wale wanaohamasishana wasiende pia, nawapongeza hawataki kwenda kwa sababu ya maumivu wanayoyapata. Nani maumivu ya kuweza kuondoa maumivu haya ni wachezaji wa Simba kwenda kupata matokeo kwenye uwanja.